Mara ya kwanza ulipoiona Al Kaaba ulikisikiaje? Kwa kweli nilikuwa sijui, tuseme, so excited. Ilikuwa ni katika tamanio langu kubwa la nafsi, siku moja nijo nihudhurie katika mji huu mtukufu na kuiona Kaaba tukufu. Kwa nilipoiona, kiukweli, yani, automatically machozi yalinitoka ya furaha, nikaomba Mwenyezi Mungu na nikamshukuru sana kwa kunijalia lile ambalo nilikuwa nalitamani kwa miaka mingi kuweza kulipata. Ni dua gani ambayo uliomba au ni mambo gani ambayo umeomba Mwenyezi Mungu na unahisi Mwenyezi Mungu atakufanyia? Kubwa la mwanzo nimemuomba anijaalie maisha ya dunia yenye ucha Mungu, lakini anipe akhera pepo ya firdaus, si mimi tu, pamoja na wazee wangu na ndugu zangu wote, lakini pia nimemwomba anirejeshe tena katika mji huu kwa ibada ya hija mwakani inshaallah. E, umekuja au katika huu mji unaoona ulivyo, ni mambo gani hadi tuzungumzie kuhusu gani, vyakula ambavyo wa vinafaa. Mimi binafsi nina tatizo la changamoto ya uchaguaji wa chakula, kwa hiyo kidogo kwenye chakula nimepata changamoto, lakini chakula changu pendwa ambacho ni wali kipo. Kwa ulikuwa ni mwendo wa kula wali na chips, ndio vyakula vyangu pendwa hata nikiwa Tanzania. Ila kuna chakula changu pendwa kimoja ndio nimekimisi ambacho ni ugali, lakini vyakula vingi vya huku ni vya mchele wa basmat, lakini kwa kweli ni vizuri, vina testi nzuri. Kwa katika vyakula tumeenjoy. Mimi nimekuja na taasisi ya Jamarati Haji na Umra Traveler, taasisi ambayo iko chini ya usimamizi wa dada yangu kipenzi, dada Mayasa Sadala. Kwa kweli imetutendea haki sisi tuliokuja huku, kuanzia kule kule Tanzania tulipewa semina ambayo ilituongoza vizuri namna gani ya kuitekeleza hii ibada na maandalizi gani tunatakiwa tuyafanye tokea tukiwa nchini kule, lakini imeendelea kutuongoza kwa kila hatua, tukiwa airport Tanzania, tulivyotua Muscat tukiwa ndani ya ndege, lakini tulivyokaribia mikati, tukakumbushwa na tukaanza kufanya zile talbia, kuanzia hapo mpaka tunatua Jeddah, na kutoka Jeddah mpaka tunaingia katika mji mtakatifu huu wa Makkah, na mpaka tunakwenda kufanya ibada yetu ya umra katika Kaaba. Lakini jingine zuri kabisa ambalo mimi nimelipenda ni kupewa fursa ya kufanya umra zaidi ya mara moja, kwa ni ubavu wako tu Unaweza kufanya mara mbili, unaweza kufanya mara tatu, unaweza kufanya mara nne. Hapa tumekaa siku saba, kwa hiyo ambaye anaweza hata kufanya siku zote saba amepewa fursa hiyo, ni wewe mwenyewe tu ushindwe. Lakini fursa ya kufanya hivyo na usimamizi ulikuwepo, ni muhimu Tunapokuwa sisi wanawake, alafu kuna mwanamke mwenzetu, kwa kweli tunapata uhuru zaidi wa kuuliza, wa kuelekezwa, wa kupewa ma maelekezo vizuri. Jambo likikutatiza, ni rahisi zaidi kumuuliza mwanamke mwenzio kwa kumuuliza mwanaume. Kwa hiyo ninahamasisha kina mama wengine kwenye taasisi mbalimbali mbali, na wenyewe washike uzi kama huu anaoshika Dada Mayasa Sadala ili tupate viongozi wengi wa kutosha wanawake wa kutuongoza katika ibada hii. Turudi kwenye mada zako ambazo huwa tunakuona mara kwa mara unaziongelea katika jamii. Sasa gani unampatia mwanamke hasa katika upande wa imani ni anacho wahusia wanawake. Mimi nina imani wanawake wa Kitanzania tunaweza kufanya umra, kama tunaweza kufanya mambo makubwa ndani ya nchi yetu, akuta mtu harusi tuye mtoto wake bajeti milioni ishirini wakati kuja umra haizidi milioni nne kwa na wahusia, tuweke kipaumbele katika ibada hii kubwa kabisa katika kutimiza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hajj is almost milioni kama kumi na sita. Ukiamua kaweza kuweka vibubu kwa ajili ya mambo mengine, basi nina imani pia tunaweza kuweka vibubu kwa ajili ya ibada ya haji na umra maeneo mbalimbali ambayo umeyatembelea. Pia tumetembelea maeneo mengi matakatifu. Tumekwenda kule katika Jabal Nur, tumekwenda Jabal Hira, lakini hatujafanikiwa kupanda juu kwa sababu ni mbali sana. Tulivyoonyeshwa ile distance wenye tuka tukasalimu amri kwamba hatuwezi, lakini tumekwenda kwenye viwanja vya Arafa, tumepanda mpaka juu kabisa tumeweza pia kutembelea maeneo ya Muzdalifa, maeneo ya Mina, maeneo ya Jamarat. Kiukweli, ile ziara imenionyesha namna gani ambavyo unapokuja kwenye ibada ya haji unatakiwa ujizatiti. titi hasa katika swala la kwenda kupiga mawe kule Jamarat. Kwa kweli distance ni kubwa, inahitaji afya na inahitaji nguvu. Nawausia wenzangu wakati unakuja huko, jiweke sawa, mazoezi yani ni muhimu kabla mtu ajia katika ibada ya hija, kwa sababu inahitaji sehemu kubwa sana ya kutembea na kusimama. E, nini moja katika maswali ambayo naomba nikuulize kuhusiana yeah, na historia ya hasa uko Jamarat. Yeah, ndiyo. Kwa sababu binti alikuwa anampelekea chakula, yaani mafungamano yake, hapo. Kiukweli katika kitu ambacho kilinifanya nijione kwamba pamoja na harakati zote tunazofanya bado ni hapo, kama mwanamke mdogo, maana hakuwa mama mtu mzima Asmaa binti Abubakar. Nikiangalia ile distance ni kubwa mno kwa kupanda kile kilima inawezekana ikawa inachukua kwenda na kurudi almost masaa matatu, lakini aliweza kupanda kule kwa ajili ya kwenda kumpelekea Mtume wa Mwenyezi Mungu chakula. Hii ilikuwa ni sacrifice kubwa sana. Kwa sisi kama wanawake, tunajifunza tunatakiwa kusacrifice vikubwa kwa ajili ya dini yetu, kwani wenzetu waliotangulia waliyafanya makubwa kwa ajili ya dini yetu. Yani, haya tunayoyafanya bado ni madogo sana ukilinganisha na ukubwa walioyafanya wenzetu waliotangulia. Na tunaizungumzia Arafa. Unaizungumziaje Arafa? Tunaizungumzia kama kilele cha ibada yenyewe ya Hija, al haju arafa. Na kwa maelezo tuliyopewa, ina maana mtu katika ile siku ya Arafa hata akiwa mgonjwa ni lazima afikishwe katika viwanja vya Arafa, hata kama ni kwa ambulance hata kama ni kwa machela, sababu asipo katika viwanja vile manake hana ibada ya hija. Na sasa hivi safari inayofuata ni Madina, ndio. Umejiandaaje katika mji wa Madina? Kwa kweli nimejiandaa vizuri, natamani kwenda kulizuru kaburi la kipenzi chetu mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Natamani sana kwenda kuswali katika raudha, natamani sana kwenda kutembelea maeneo ambako Uislamu ulipiganiwa, maeneo ya Badri na maeneo ya Uhud. Natamani sana kwenda kuona mahala ambako maswahaba walizikwa. Kwa nini naitamani safari hii ambayo itakuwa kesho, Allah kituwafikisha. Ndio nimeambiwa hapo mtaji mtu mmoja ambaye amekufaa hapo alipokuwa katika walionifaa kikweli ni wengi Wam... nikisema ni mtaje mmoja tu nitakuwa sijawatendea haki, kwa mimi naomba nitaje zaidi ya mmoja. Wa mwanzo walionifaa sana ni mdogo wangu ambaye nilikuwa nakaa naye chumba kimoja anaitwa Maria Masad kutoka Arusha, lakini wa pili ni mama pia ambaye nilikuwa nakaa naye chumba kimoja, Bi Fatma, bibi yake Nanala ambaye tulikuwa naye pia chumba kimoja, mtoto wetu mdogo lakini pia dada Mayasa ametufaa vikubwa mno mm, ametufanya katika huu mji tujihisi wenyeji Wallahi. Nasaha zangu za mwisho za kumalizia nasaha zangu, na wasihi sana wa Tanzania, tuichukulie ibada hii ya haji na umra kwama ni ibada ambayo inatuhitaji kila mmoja wetu, kama tunaweza kuwekeza tukajenga nyumba ya milioni hamsini sitini mia. Maana yake tusijitwike kwenye kundi la ambao hatuna uwezo. Nguvu hiyo hiyo ulioitumia kuweka, nguvu hiyo hiyo unaweza ukaitumia kuweka kwa ajili ya ibada ya haji na umba. Amin, hasante.